Mwanamke kuzuia mimba uh, kwa muda kwa tatizo fulani anayo labda, na operation daktari kamshauri asichukue asibebe mimba miaka mitano kwa operation yake mbaya, au ana mtoto mdogo bado ananyonya, hataki ni kuchukua mimba ile mtoto asikose kunyonya miaka mbili, au yeye mgonjwa, kama yuko shida fulani, ila ipo sheria imekubali kuzuia mwanamke asibebe mimba. Hii wanaita kupanga, sio sio kuzuia mm, au kuzuia kwa muda, ndio. Hii haina shida, lakini mimi na mshauri sindano, inazuia lakini inaleta madhara, madhara kwa mwili, chona kila mambo mengi, sio naneba na sik sioku mm, aneba maanake, Sheikh Abubakar hii sindano, namjalia ile damu arudi

mambo hii ni mtaalamu wa mambo hii ameona huyu mwanamke sindana hawezi kumdhuru, ndio au. Hiyo kuweka inaitwa pini netu, kiarabu tuita lolop ya kufunga ile kama pini, ndio sehemu ya kizazi. Kama daktari ameangalia huyu binti mwanamke huyu, kwake ni haina shida na yeye shatumia, haimdhuru, haina shida kwa watu wengine, na wengine inamdhuru. Hivyo hata ni kuangalia madhara eh, madhara eh, lakini mwingine, mimi namshauri achukue ile, wakati iko wakati hesabu ile, bora kuliko kama watu ambaye wanaathirika mtu yeah. Hamaathiriki, haina shida, bora okay. Akasoma ile wakati yeah. Salama yeah. Inakuwa rahisi zaidi yeah. Sawa, shukran sana yeah.